Kuna wengine wanatembea wakisema kwamba eti Ruto hawezi kuja Trans Nzoia kwa sababu Natembeya amemkataza. Ruto hakuji Trans Nzoia kwa sababu hakuna maendeleo amefanya Trans Nzoia hii, ameona fedheha. Atakuja kuambia watu wa Trans Nzoia nini? For the last three years ametufanyia nini? ile kitu ile kitu ambayo Ruto amefanyia watu wa Trans Nzoia mnakumbuka, ni kunishika mimi, si ndio? Ama kuna wengine ametufanyia Sasa lazima tukue watu wa kusema ukweli ama namna gani? Yeah. Na sisi tunadai haki yetu. Wakati unapeleka barabara za lami zote sehemu moja ya taifa la Kenya, unaenda kule north east, unasema barabara inatoka hapa iende hapa, kilomita karibu elfu moja, mabilioni ya pesa. Na kaunti ya Trans Nzoia, ile maendeleo mnaleta hapa ya lami ni sehemu moja huko Njarang'ani pekee yake. Mnabagua wakazi wa, wa Kenya ile jambo ambalo atakana kutuambia ni kwamba wale ambao tulipigia azimio tukapigia Raila Odinga kura na akaanguka akaenda kwa upinzani, sisi tunaamini kwamba yule alishinda ndio rais wa Kenya yote. Lakini kama yeye anaona kwamba wale ambao wakupigia yeye kura sio watu yake, rais yetu ni nani? Leo hii mimi nikiambia Ruto kwamba sasa akiendelea hivyo sisi tunahama tunaenda, atakuja kunikamata tena. Wewe kama umetukanyaga, uleti maendeleo, umetufinya kiasi hii mpaka we mwenyewe unaona fedheha ya kukuja Trans Nzoia. Hata Mwenyezi Mungu anaona umefinya hii watu kabisa, yeah. na mimi sio mjinga. Mimi baada ya kuchaguliwa mimi nilibeba wase wote hawa, nilikuwa nikawapeleka State House, gavana wa kwanza kwenda kwenda State House, huko kwenda kuambia Ruto, mimi kama gavana wa Trans Nzoia, nimeona kaunti yangu iliwachwa nyuma miaka yote na serikali zote. Tunataka university, tunataka lami, tunataka soko, tunataka kazi. nilimwambia nini? na sikumwambia kwamba mimi na defect, maana mambo ya defection haiko kwa dna yangu, naelewa sheria kukua kwa upinzani. Tukamwambia hiyo maneno yote, hawa wakora wakaenda kule wakadanga. Hata mwingine ambaye anarukaruka huyu. naenda naye Nairobi, hata hakufika State House akatoroka. Sasa saa hizo wakati wameenda wameblock maendeleo, wameanza kupata aibu. Yule mwenye hapo ndio alikuwa anatukana Ruto akisema ni mwizi nini, ndio amekuja, adesa, ni advisor <laughs> na sisi jamii yetu ya Waluya tuko na shida, we have a problem wa, mumeona wapi Kenya hii mzima ambayo watu wanatoka kaunti nyingine wanashikana na viongozi wa hiyo kaunti kutukana viongozi wao? Waniambie. Lakini hapa kwetu wale ambao wanatutuzi sisi, wale wenye wako mbele ni Waluya.